Na turejelee taarifa ya uh, Sheldon Asahulu. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi ameendelea kuwarai viongozi wa eneo la magharibi kuendelea kuiunga mkono serikali ya mheshimiwa Rais William Ruto ili kuendelea kupata maendeleo kwa haraka. Sheldon Asahulu anaarifu zaidi. <tune> Wimbo wa muungano wa jamii ya Mlembe umeanza kuongezwa sauti, hasa wanasiasa wa eneo la magharibi wanapokutana kwa maandalizi ya uchaguzi mkuu. Iwe at high performance, ndio tunakuja hapa leo kusema kama region, jamii zinazokaa hapa lazima tuungane, lazima tutembee pamoja, lazima tuzungumze lugha moja ya kisiasa, ya kimaendeleo. Umoja wa jamii ya Bagusi siku moja tu baada ya makaribisho kipeke ya kipekee ya mwanasiasa Fred Matiangi imeonekana kuwakata maini baadhi ya viongozi wa eneo la Magharibi ambao wa sasa wameanza kupaza sauti ya ushirikiano wa viongozi. Mimi naomba watu wa Vihiga, watu wa Kakamega, watu wa Vihiga, watu wa Busia, siku zimekwisha kuonana katika macho ya ukoo na tabaka za nyumba ya Mlembe. Nataka tukionana tunaonana kama ndugu na dada wa familia moja ili 2027 tukisema left to the tunaenda left. Sisi kama wananchi tunakuomba wewe na ndugu yako Musalia na ndugu yako Oparanya na ndugu yako natembea na ndugu yako Eugene, hatutaki vipande sasa. Kenya hii unajua, wanatufinya wanadanganya, tuko namba 2, sisi tuko namba number... Watu wa mkoa wa magharibi, sasa raundi hii si iko hapa kwa hapa kwa hao watu wetu wa maroi siko hawa siiko hapa sasa tukileta hapa. Viongozi hawa waliojumuika katika hafla ya changizo ya fedha za kuvisaidia vikundi vya kina mama kaunti ya Vihiga, hafla iliyoandaliwa na mbunge wa kaunti ya Vihiga Beatrice Adagala, kwa sauti moja wameelezea kukubaliana kushirikiana kabla ya uchaguzi mkuu ujao wale vijana wameshika, wametosha kushika vitambulisho, shikeni vitambulisho. Wale walipitwa na umri na hawakushika, shikeni vitambulisho. Tunataka tuonyeshe dunia ya kwamba sisi jamii tuko na sisi ndio tuko number one katika population ya Kenya na kandi mwenye walu ya mbushe mwenye mwanyita lwa kuitanga kuitani tishita tiyeru mwalu likisi maasenjere tabuosi benjere karibu manya huyo nyone a a a monyesha shiamo shiamo shiamo shiamo bendesi Kenya mchache manya ole muluya kwanza nisho ruba mshiamo. Hata hivyo viongozi wakuu serikalini kutoka eneo la magharibi walielezea hatua zilizopigwa na serikali ya Rais William Ruto katika jitihada za kuimarisha uchumi. Lakini uchumi wa Kenya sasa umepiga hatua, ni namba 6 katika bara la Afrika 6 largest economy in Africa of 55 countries. Tumeruka mataifa mengine, tulikuwa namba 8, tumeruka tumefika namba 6. Na lengo letu ni kwamba tunataka vijana waajiriwe, tunataka biashara vinawiri, kwa hivyo tutazidi kusukuma kama serikali Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula aliyekuwa mgeni mheshimiwa, na pia aliyewasilisha mchango wa rais William Ruto wa shilingi milioni mbili, amewarai viongozi wa eneo la magharibi kuendelea kuiunga serikali ya Kenya kwanza mkono. Tuunge rais wetu mkono kwa sababu kila wakati, kila kukicha, mambo yetu anakuwa na sisi, anakuja tunakaa naye hapa Kakamega, tunakaa naye Bungoma, na yeye anajua vile mambo inaenda. Nikiripotia West TV kutoka eneo la Shamaroho County ya Viga naitwa Sheldon Ata.